Bwana niko nasemaje? Nasemaje safari ya kutoka Bongo mpaka hapa ilikuwa ilikuwa safi na mshukuru Mungu tumefika salama mm. Johannesburg na hapa tunaliunga tunaiunga na zetu Durban, yeah, kwa ajili ya kambi ambayo ndio maandalizi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch. Watu wanasema zile mvua zilizokuwa zikinyesha hapa asubuhi watasema hii dalili njema kwa mnyama ndio mvua zetu hizo, so, hizo eh, so, eh. Wanatoka? Hapana, sisi tumekuja kuichukua finali hapa hapa mm. Afrika Kusini. Yes. Na watu wanasema kingio kidogo kimekuwa chifu wanaweza wakajaza watu wengi. Hii haiwatii pressure, mnyama kacheza mechi nyingi. Hapana, haina timu ile haina watu hata wakifanya mbuo ya timu n tunaua uzoefu tunashuhudia, well, tumeshughudia Mamelodi mara kibao wanaeka mechi bure na bado watu hawajai. Uh, sasimuse huyu Stella Ndoshi, na bado anachezea katika mji usiokuwa wake. Mimi mani yangu ni kwamba wabongo tutakuwa wengi kuliko Afrika Kusini uh, wabongo waliopo hapa Johannesburg, waliopo Durban, waliopo Pretoria waliopo eh, PE, waliopo popote pale ambapo eh, wako katika mamlaka hii ya Afrika Kusini, wanawajibika kuja uwanjani siku ya kesho, siku ya Jumapili. Mwalimu uh, Fadru amekuambia nini? Uambie wana Simba amerudi nyumbani kwake, ala amekuja kuipeleka Simba finali katika ardhi ya nyumbani kwake, anazijua kwa, kwa, mm, kwa. na zote ha, anajua kila kitu kona, kona, <laughs> mi, mimi nisikuchoshe nisikuchoshe sababu eh, kuna hapa uh, balozi na kila kitu asante sana mambo nakwenda jana sikakatwa eh pilika manmambo nyingi uhum.